Kawaida sana kujikuta kuna tabia unayo na hauipendi, lakini ni changamoto kuiacha. Na wako watu wengi sana wanajaribu sana kuacha tabia fulani, unakuta hazipendi, lakini imekuwa ni struggle sana, imekuwa ni kitu ambacho kimemsumbua sana, na ndio maana leo nataka tuangalie namna gani unaweza ukaacha tabia ambayo hauipendi, pia unataka isiyo sehemu ya maisha yako. Sasa kuna utafiti ulisha kufanyika na chuo kikuu cha California, ambapo walichukua panya na hawa panya walikuwa na stadi ubongo wao kwenye tabia zao pia na hasa kwenye eneo la kufanya maamuzi. Walichokuja kugundua ni kwamba eh, katika ule ubongo wao eneo linalohusiana na maamuzi yao, yaani mtu kwa mfano anaamua, yule panya anataka kuamua, nifanye nini, ile eneo linakuwa na ushindani wa vitu viwili, linakuwa na ushindani wa tabia ambayo tayari amekwisha kuijenga, na pia lengo ambalo tayari analo anataka kulifanya. Na hii inatokea pia kwa binadamu kwamba kuna vitu viwili vinapigania akili yako. Kwanza ni tabia ambayo tayari umeijenga. Umejenga tabia ya kuto kusave pesa, umejenga tabia ya uongo kwa muda mrefu, umejenga tabia ya kula vibaya, kutofanya mazoezi. Hiyo ni tabia ambayo umeijenga. Sasa unaweza ukaweka malengo kweli lakini yale malengo yatakuwa yanapambana na tabia ambayo tayari iko ndani yako, kwa hiyo maamuzi yako. Ndio maana unakuta mtu anajua cha kufanya, lakini unashangaa hafanyi, na anajua kabisa umuhimu wa kuacha ile tabia. Kwa hiyo hii ndio competition ambayo inakuwa imetokea. Sasa kuna vitu vitano vinavyosababisha mtu ashindwe kuacha tabia yake ya zamani, kwamba kuna tabia umekuwa nayo kwa nini inakuwa ngumu kuiacha, na ni muhimu kuvijua hivi ili sasa ujue unafanya nini baada ya hapa. Cha kwanza kabisa ni kwamba kutokubali kwamba tabia hiyo ulionayo haiko sawa, tunaita lack of acceptance. Kuna watu ambao wana tabia na ameshaihalalisha, eh, hakubali kwamba ile tabia ni mbaya, anadanganya, eh, sio mwaminifu kwenye mambo yake, sio mwaminifu kwenye kazi, sio mwaminifu kwenye fedha. Kuna vitu vingi, kuna vitabia tabia fulani unavyo ambavyo, lakini bado hujavikubali kwamba hizi tabia ni tatizo. Kama haujakubali kwamba hiyo tabia ni tatizo huwezi ukairekebisha, haiwezi kuondoka. Kwa hiyo cha kwanza lazima kuwe na acceptance. Ndio maana katika hatua hii unachotakiwa kufanya cha kwanza ni kuorodhesha. Jaribu kuandika hivi, wewe una tabia gani ambazo unaona haziko sawa sawa. Hata wakati naongea hivi, jaribu kufikiria hivi, wewe tabia zako zipi ambazo unaona kabisa haziko sawa sawa, kwa sababu hiyo ndio njia ya kuepuka hili tatizo ambalo linaweza kusababisha ukae na tabia kwa muda mrefu sana. Watu wanaokana na tabia mbaya kwa muda mrefu, cha kwanza ni kwa sababu hawajakubaliana na hii kwamba hii tabia walionayo sio tabia ambayo ni sahihi. Ya pili ni kwamba, kwa nini watu wanaendelea kuwa na hii tabia? Imekuwa ngumu kuiacha kwa sababu ya kuamini kwamba hawawezi kuishinda. Kuna watu ambao wamefika sehemu wanasema ah, ni tabia bwana, mimi nafikiri ni ngumu sana, siwezi kuishinda. Eh, anaamua kuishi nayo. Tunasema anaamua kuishi nayo. Kwa nini natokea hivyo? Kuna vitu vile vikubwa vinasababisha mtu mpaka aamue eh, kuishi na hiyo tabia na kuamini kwamba hawezi kuishinda. Cha kwanza ni kwa sababu amejaribu sana, inawezekana umejaribu mara nyingi kuishinda ile tabia na ukaona kama vile, kwa kweli nimeshindwa, nimeshajaribu mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, huu mwaka wa saba, imeshindikana. Hiyo eh, inasababisha mtu amue kuendelea kuishi na tabia lakini, cha pili ni kwamba amefika sehemu ameamini kwamba mimi tatizo hili siko nalo peke yangu, kuna watu wengi wana tatizo kama langu. Kwa hiyo maana yake anaona kama vile ni kitu cha kawaida. Sasa tunasema ili utoke kwenye tabia yote lazima u-change yourself concept. lazima ubadilishe unavyoona tabia. Ni kweli umejaribu mara nyingi, lakini haimaanishi kwamba huwezi kuondoka ni kweli kwamba kuna watu wana tatizo kama hilo, lakini haimaanishi kwamba ndio wewe wewe mmoja wao. Kwa hiyo badilisha self kwanza. Kwa watu wengi ambao wameshindwa kubadilisha ile tabia wasipenda ni kwa sababu ya hiyo. Wanaamini kwamba hawezi kuishinda. Ya tatu ni kwa sababu wamekuwa kwenye stress isiyoisha. Kuna tabia nyingi sana mbaya ambazo watu wamekuwa wa nazo kwa sababu ya stress kwa sababu ya msongo wa mawazo kwa sababu ya ile sonono ambayo anakuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo unajikuta e, hii tabia ilivyoanza ni kwa sababu alipata stress fulani. Alipata stress akaamua kwenda kuanza kunywa pombe. Alipata stress akaamua kufanya kitu fulani kibaya. Sasa kile kitu kinachotokea ni kwamba mwili wako unakuwa umezoeshwa kwamba kila unapopata stress, basi unatakiwa urudi kwenda kufanya ile tabia. Na ukijichunguza, hata wewe unaweza ukajigundua kuna baadhi ya tabia ambazo unakuwa nazo zinajidhihirisha pale ambapo unakuwa kwenye stress. Kwa hiyo kama hiyo stress itaendelea na itatokea mara kwa mara, kwa mara, maanake ni kwamba hiyo tabia haitakuja kuisha. Kwa hiyo, kuna watu ambao kwa sababu ya continuous state of stress wamesababishwa kuwa na hiyo tabia ambayo imekuwa ni changamoto kubwa kwao. Sasa hii eh, cha kwanza unatakiwa ujifunze kwamba namna gani unaweza ukashughulika na stress kwa njia iliyo sahihi. Okay? Na kuna video nimeeleza kuhusiana na stress namna ya kukabiliana na stress. Naomba uitafute inaweza kukusaidia sana. Namna gani unaweza kukabiliana na stress kwa njia iliyo sahihi? Ufanye nini ili badala ya kufanya tabia mbaya, vitu gani positive eh, chanya ambavyo unaweza ukavifanya kama sehemu ya kukabiliana na stress. Lakini cha pili, unafanyaje kujiondoa, kuji expose kwenye hayo mazingira ambayo yanakupa stress za namna hiyo ambayo kila wakati nakupeleka kwenye kufanya hiyo tabia mbaya. Lakini kingine ni kwamba eh, mazingira yanayochochea ile tabia. Watu wengi wameshindwa kuacha tabia kwa sababu kila wakati wanajiexpose kwenye mazingira ambayo yanaichochea ile tabia kufanyika zaidi. Kwa hiyo mtu unakuta maeneo anayotembelea eh, unakuta maeneo anayotembelea akitembea tu pale, kuna akili yako inarudi tena kule ambako inakulazimisha wewe uanze ku ile tabia. Wakati mwingine ni aina ya watu unakutana nao, eh, ukikutana nao, ukianza kuongea nao, kuna namna wanachochea tabia fulani ambayo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Wakati mwingine unakuta ni mazungumzo hata kwenye simu, mtu ana chat na mtu, kuna aina fulani ukichat, unakuta inachochea tabia fulani. Wakati mwingine ni mitandao, unaangalia picha za aina fulani au unaangalia maneno ya aina fulani, unasoma vitu fulani vinachochea aina fulani ya tabia na unajikuta umeenda kufanya. Sasa hii tunasema ni mazingira. Watu wengi unakuta sasa anakuambia, ah, mimi bwana sitaki kabisa hii tabia, lakini mazingira anayo expose nayo watu ambao wanakutana nao wanachangia kwenye ile tabia kufanya iamke na kila saa aende kuitekeleza na kui, na kuifanya. Kwa hiyo tunasema jitahidi kuangalia mazingira ambayo yatakuwa salama zaidi ya okay, epuka yale mazingira, ukiepuka unakuwa umeshachukua hatua ya kwanza ya kujilinda ile tabia isiendelee kujirudia tena. Na ya tano na ya mwisho eh, ni kwa sababu ya kuto kuheshimu mchakato. Watu wengi sana wameshindwa kutoka kwenye tabia ambazo hawazipendi, wa kwa sababu ya, eh, tunasema, they don't honor the process. Na hapa kuna mambo mawili makubwa wanakosea watu kufanya. Cha kwanza wanajaribu kufanya kitu kinaitwa trying big strategy eh. Kwa sababu kubadilisha kitu ni mchakato, kubadilisha tabia ni mchakato, ile ni change process, okay. Sasa watu wengi wakitaka kubadilisha tabia wanataka kubadilisha kwa kiwango kikubwa sana eh. Kwa mfano mtu hana tabia ya kusave eh, anatumia ovyo ovyo, anataka kwanza kusave, anataka kwanza kusave asilimia hamsini ya kipato chake, hautaweza Unataka kufanya mazoezi, unataka kufanya ukimbie kilomita kumi siku ya kwanza, haitawezekana. Kwa hiyo jaribu kuchukua hatua ndogo ndogo kidogo, ukijaribu kufanya kikubwa utaweza. Unataka kuanza kusoma kitabu, unataka kuchukua kitabu cha kurasa mia tano hautaweza. Jaribu kuanza kidogo kidogo. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kubadilisha zile tabia kwa sababu wanapotaka kubadilika, wanataka abrupt change. Sasa hiyo haitawezekana, hayo mabadiliko ya ghafla. Nenda taratibu eh, mpaka utakapofanikiwa. Lakini cha pili ambacho kinakosewa sana kwenye mchakato ni kwamba kuto replace, kuto tafuta tabia mbadala. Ukisoma katika uh, sayansi ya tabia tunasema, ukweli ni kwamba haubadilishi tabia, ila unaweka mbadala wa tabia eh, tunasema you don't change the habits, you replace the habits okay? Kwa hiyo tunasema unabadilisha, unaweka mbadala, na ningekushauri eh, tafuta kitabu changu kinaitwa eh, eh, Kushinda Tabia ya Kugairisha Mambo. Okay. Itakusaidia sana kwenye chapta ya mwisho kabisa, nimezungumza namna unavyoweza kubadilisha tabia, mchakato wa kubadilisha tabia ambao una stage tatu, na itakusaidia tabia yote ulionayo eh, kwa kutumia zile stage tatu eh, itakusaidia kuona namna gani unaweza kutumia namba ambazo zilizoko kuweza kusaidia kupata hicho kitabu. Kwa hiyo ukibadilisha tabia bila kuweka mbadala, unapoacha tabia lazima kuwe na mbadala yako. Usipofanya hivyo itakusumbua sana, na hivi ndio vitu vitano ambavyo vinasababisha watu wengi sana washindwa kuacha tabia ambayo hawaipendi. Sijajua wewe katika experience yako, katika uzoefu wako, unafikiri ni kitu gani katika vitu vitano imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wewe kuweza kuacha ile tabia ambayo hauipendi? Niandikie na mimi, nitaendelea kushauriana na wewe ili tuone namna tunavyoweza kusaidiana. See you at the top.